Sasa hebu fikiria hivi: wewe ni mwanamke, umechumbiwa, unatazamia maisha ya familia na mpenzi wako, mahari imelipiwa, lakini mara tu baada ya kuoana unagundua kwamba mume wako halisi alishafariki muda mrefu uliopita, na umeolewa na kaka ama ndugu wa marehemu ili kuendeleza ukoo wa aliyekufa. David Nkya na maelezo zaidi. Sofia Marwa alifikiri ameolewa na mwanaume aliyempenda kwa dhati. Hakukuwa na jambo lolote la kushangaza. Alichumbiwa na kuolewa kwa sherehe za kitamaduni, lakini mwanaume aliyemoa hakuwa yule aliyedhani. Mume wake wa kweli alikuwa ameshafariki, lakini alikuja kugundua ukweli kupitia mateso makali aliyokuwa akiyapata kutoka kwa mwanaume aliyemwita mume wake. Niliolewa kisangura, lakini baadaye nilipoolewa na yule mwanamume akawa kumbe ameniolea mtu ambaye amekufa. Akawa ananitesa ananipiga, mpaka alinikata hata hapo kichwani. Sio Sofia pekee anayepitia haya, wanawake wengine walitusimulia jinsi desturi hii ilivyoacha makovu makubwa katika maisha yao. Hata mavazi yenyewe, kunisaidia watoto waende shule, hamna mtoto akiugua hata kidonge chinako, kinakosa viatu, mwanafunzi anaomba hata turaka ya shule Anamwambia pambana na hali yako. Unaona, hayo yote ni majukumu, yani ni changamoto. Nikaona bora hata nikae mimi na maisha yangu hivyo hivyo, ili niokoe maisha yangu, maisha ya mbele katakuaje. Aliyezikwa hapa ni mwanaume ambaye alifariki miaka kadhaa iliyopita, na kwa sasa ana mke na watoto wawili ambao hata hivyo hawafahamu, kutokana na aina hii ya utamaduni. Licha ya kwamba baadhi ya wanawake wanaona kwamba mtindo huu wa maisha umepitwa na wakati, lakini baadhi ya wazee wa kimila wamekuwa na maoni tofauti. Wazee ni kweli, wengi walikuwa hawataki kwamba mila isha, lakini sisi tunavyoendelea kuwaelimisha wanakubali kwamba hii, wengine wanakubali, wengine bado wanapinga, lakini tunaona wana wote wanaelekea wana, wana, wana, wana kufanya nini? Kuelimika katika jamii. Ya Wakuria mkoani Mara, desturi hii hufanyika ili kuhakikisha kwamba watoto wanaozaliwa kupitia ndoa hiyo wanaendeleza jina na ukoo wa marehemu. Katika aina hii ya ndoa kuna usiri mkubwa. Mwanamke anayeolewa haambiwi moja kwa moja kwamba anaolewa na mwanaume ambaye tayari ameshafariki. Anaweza kupata watoto na mwanaume yeyote, lakini majina ya watoto wote lazima yaunganishwe na marehemu. Hata hivyo, watetezi wa haki za binadamu wanasema kwamba ndoa hizi zinakiuka sheria ya nchi kuhusu ulinzi wa watoto. Dunia sasa hivi, kumwoza binti kuwa mke mw wa kaburi ni miri iliyopitwa sana. Sasa hivi binti anatakiwa asomeshwe naaolewa na, na bwana na wale watoto wampate wa, wa baba atakayewatunza vizuri na wapate maadili. Sasa wakiolewa na kaburi, bwana hayupo, majina ni mengine, wanaitwa na ya, ya yule aliyoko kaburini. Hivi kweli wapi na wapi? Kutokana na usiri mkubwa wa ndoa hizi ni vigumu kupata takwimu rasmi, lakini kwa mujibu wa wizara inayoshughulikia maendeleo ya jamii nchini Tanzania takriban wanawake 100 kutoka jamii hii hujikuta katika ndoa za aina hii kila mwaka. Kwa upande wa Sofia, sasa anaishi na watoto wake wanne wanaobeba jina la baba ambaye hata hivyo hawajawahi kukutana naye. Lakini anatumaini kwamba simulizi yake itasaidia kuhakikisha kwamba wasichana wengine hawapiti katika mateso aliyoyapitia. David Nkya, BBC Mara.